Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, imepiga marufuku chama cha kisiasa cha Rais wa zamani, Joseph Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, kwa kuwa na msimamo usioeleweka na kushindwa kulaani uasi wa kundi la M23. Pia serikali hiyo imeamuru mali zote za Rais huyo mstaafu zikamatwe kwa madai ya kuwaunga mkono wa wapiganaji wa kundi la M23, ambao wamechukua maeneo makubwa ya mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la habari la BBC limeripoti jana kuwa hatua hiyo ilichukuliwa Jumamosi kufuatia ripoti kwamba Kabila amerudi nchini DRC baada ya kutumia miaka miwili uhamishoni nchini Afrika Kusini. Kabila mwenye umri wa miaka 53 alikuwa akiishi uhamishoni tangu alipoondoka madarakani baada ya kuibuka maandamano makubwa na yenye umwagikaji damu dhidi ya utawala wake nchini humo. Alishika madaraka kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na moja baada ya kuuawa kwa baba yake, Rais Laurent Desire Kabila na ilibaki madarakani hadi mwaka 2019. Inasemekana kuwa Kabila amerudi mjini Goma, jiji ambalo M23 walilitwaa mwezi Januari mwaka huu, wakati wa mapigano kati yao na jeshi la serikali yalipozidi mapema Januari mwaka huu. Taarifa zinaeleza kuwa ameonyesha nia ya kusaidia kumaliza mzozo huo unaoendelea. Jumamosi, wizara ya mambo ya ndani ya DRC ilitoa taarifa ikikosoa uamuzi wa wa makusudi wa Kabila wa kurudi nchini humo kupitia jiji la Goma linalodhibitiwa na wapiganaji hao wa M23 na nuku, ambapo kwa njia ya kushangaza na hakikishiwa usalama wake na M23, imesema taarifa ya wizara hiyo, mwisho wa kunuku. Wizara hiyo ilimshutumu rais Kabila na chama chake cha People's Party for Reconstruction Democracy PPRD kwa kuwa na msimamo usioeleweka na kushindwa kulaani wasi wa kundi hilo la M23. Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama, Ugatuzi na Masuala ya Mila inauarifu umma kwamba shughuli za PPRD zimesitishwa katika eneo lote la taifa, ilisema taarifa hiyo ya wizara. Katika taarifa nyingine, wizara ya sheria ya DRC ilitangaza kuwa imeamriwa kuwakamata na kukamata mali zote zinazohamishika na zisizohamishika za Rais Kabila nchini humo. Hatua ya kuzuia usafiri zimechukuliwa dhidi ya washirika wake wote wanaohusika na kesi hii ya usaliti mkubwa dhidi ya taifa, ilisema wizara hiyo. Kulingana na taarifa hizo mbili, waendesha mashtaka wameagizwa kuanzisha mashtaka ya kisheria dhidi ya Kabila kwa ushiriki wake wa moja kwa moja katika uasi unaoongozwa na Rwanda kupitia kundi la kigaidi la AFC M23. M23 wameteka miji mikubwa miwili ya mashariki mwa DRC ya Goma Bukavu na mji wa Nyabibwe tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Serikali ya DRC, chini ya Rais Felix Tshisekedi imekuwa ikiitumwa mara kwa mara Rwanda kwa kuchochea mgogoro huo kwa muda mrefu, madai ambayo nchi hiyo ya jirani kupitia rais wake Paul Kagame imekuwa ikiyakanusha. Hatua dhidi ya Hatu Kabila na chama chake zimechukuliwa huku mazungumzo ya amani kati ya Kinshasa na M23 yakipigwa kalenda hadi tarehe ambayo haijatangazwa hadharani. Ijumaa serikali ilimshtaki Kabila kwa usariti mkubwa na kuamuru mali zake zote zikamatwe. Kabila amewahi kukanusha kuwa na uhusiano wowote na M23 na hajaongelea hatua mpya zilichukuliwa na serikali ya DRC wala kuthibitisha kama amerudi nchini humo. Hata hivyo, mwanzoni mwa mwezi huu alitangaza kuwa anapanga kurejea kusaidia kutatua mgogoro huo, na maofisa waandamizi wa PPRD walikanusha kuwa Kabila yupo Goma kwa sasa. Jumamosi, msemaji wake Barbara Nzimbi aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter, kuwa Kabila alihutubia taifa katika saa ama siku chache zijazo. Alipoulizwa na BBC Great Lakes, msemaji wa M23 hakuthibitisha wala kukanusha uwepo wa Kabila mjini Goma, huku akisema kuwa sio tatizo yeye kuwepo hapa nchini DRC. Baada ya kula kiapo cha urais kufuatia kifo cha baba yake, Kabila alishinda uchaguzi mara mbili muhula wake wa pili na wa mwisho ulimalizika rasmi mwezi Desemba 2016, lakini alikataa kuondoka madarakani akisema kuwa haiwezekani kuandaa uchaguzi, jambo lilosababisha maandamano yenye umwagikaji damu nchini humo. Kabila aliendelea kubaki madarakani kwa miaka miwili zaidi hadi ya uchaguzi ulipofanyika mwaka 2018, na mwezi Januari 2019 alimkabidhi madaraka Felix Tshisekedi aliyeshinda uchaguzi uliogubikwa na utata, ambao wachunguzi wengi wa uchaguzi walidai kuwa Martin Fayulu ndiye aliyeshinda uchaguzi huo kihalali. Fayulu alimtuhumu Kabila na Tshisekedi kwa kufanya makubaliano ya kumtenga kutoka madarakani, jambo ambalo wote wawili walikanusha. Hata hivyo uhusiano kati yao uliharibika na ushirikiano wa vyama vyao ulikatishwa rasmi mwezi Disemba 2020. Kabila aliondoka DRC 2023 rasmi kwa ajili ya masomo Afrika Kusini, na Januari 2024 utafiti wake wa uzamivu kuhusu jiografia ya kisiasa mahusiano kati ya mausiano, Afrika na Marekani China na Russia ilikubaliwa katika chuo kikuu cha Johannesburg. Katika taarifa ya maandishi ya kutangaza kurudi kwake, Kabila alisema anarejea kwa sababu ya nia ya kusaidia kutatua mgogoro wa taasisi na usalama unaozidi kuwa mbaya nchini DRC. Pia aliliambia jarida la Kifaransa la Jeune Afrique kuwa anataka kuchukua nafasi ya kusaidia kutatua suluhisho baada ya miaka sita ya kujitenga kabisa na mwaka mmoja aliyokaa uhamishoni. Hata hivyo, mchumi wa siasa na mhadhiri wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Bathi, Ben Ladly, alisema kuwa kiongozi wa kundi la kisiasa linajumuisha M23, Cornel Nangaa, alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi chini ya Kabila na alikuwa mshirika wake wa karibu na mdogo. Zaidi ya hayo za historia ya baba yake Laurent Kabila, ambaye pia aliingia Congo kutoka mashariki mwishoni mwa miaka 1990 katika safari yake ya kuelekea urais, inawagusa sana wakongo wengi nchini humo Alisema mtafiti huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo ambao unaendelea kufukuta mashariki mwa DRC. Jina langu ni Mgongo Kaitira.